Na matokeo ya zaidi ya wanafunzi elfu moja yamefutiliwa mbali kwenye matukio ya mtihani wa KCSE wa mwaka jana. Hii ni kufuatia visa vya udanganyifu vilivyoripotiwa wakati wa mtihani huo. Emily Chebet anaangazia taarifa hii inayoendelea kuwa mwiba katika sekta ya elimu. Wakati wanafunzi wengine wa kidato cha nne mwaka 2025 wanasherehekea mwisho wa elimu ya upili, hatima ya wenzao 1180 iko katika hali ya hatihati baada ya matokeo yao ya mitihani kufutiliwa mbali. 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Kulingana na Wizara ya Elimu, kesi mia saba sitini na nne za udanganyifu ziligunduliwa wakati wa kusimamia mitihani katika vituo mia mbili na tano nchini. Visa vingine 416 viligunduliwa katika vituo 11 baada ya mitihani kukamilika. Baadhi ya visa vya udanganyifu vilivyoripotiwa ni pamoja na umiliki wa vifaa visivyoruhusiwa wakati wa mitihani na udanganyifu. Kulingana na baraza la mitihani nchini NEK, katika miaka kumi iliyopita zaidi ya wanafunzi elfu kumi na saba wamehusishwa na udanganyifu wa mitihani. Emily Chebet, runinga ya Citizen na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Emily Chebet, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mengi zaidi, msiondoke hapo.